Navuka kwa kishindo na hawatuamini macho yao, Waarabu hawatuamini macho yao. E bwana, hii hapa ni uh, nyingine tena ambayo tumekuletea kutoka katika uwanja hapa wa shule Mbezi Shule, mahali ambapo imefanyika conference ya wana Simba Sport Club kuelekea mchezo, um, wa Almasry dhidi ya Simba Sport Club. Ni mchezo marudiano, marudhiano kuelekea kombe la shirikisho, ambao watachezwa tarehe tisa Jumatano, katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Tuna wadau mbalimbali ambao wameendelea kutoa maoni yao kuelekea katika mchezo huu, lakini hapa, blaza, natamani ni mfahamu jina, anaitwa nani kisha atujuze yeye ana mtazamo gani blaza? Mambo vipi, unaitwa unaitwa nani? unaitwa nani? Naitwa Daudi Timotheo, ni mwenyekiti wa tawi la Mbezi shule Sokoni. Okay, ni mwenyekiti wa Mbezi, tawi la Mbezi Shule. E bwana, tunaona hamasa imekuwa ni kubwa hapa. Msemaji na sahabari wa Simba Sport Club Ahmed Ali amefika hapa, ametoa ya moyoni kuelekea mchezo um, wa marudiano. Wewe umepokeaje kwanza hiyo hamasa ya Ahmed Ali? Wangu mimi na sisi wanasimba wote wa tawi letu la Mbezi shule Sokoni tumepokea kwa furaha, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu jambo letu limefanikiwa, na hii yote ni kwa ajili ya mechi yetu ya marudiano ya Waarabu wa Almasry na, na Simba Sports. Mechi itakayopigwa tarehe tisa Benjamin Mkapa. Hii yote ni kwa ajili ya kuhamasisha mashabiki wajitokeze kwa wingi kwenda kufuzu katika hatua ya nusu fainali, maana tuna uhakika wa kufuzu, na timu yetu kama jinsi mnavyoiona iko vizuri, inapambana na wachezaji wapambanaji na wa na imani, na, na kwa sisi mashabiki ambayo tupo hapa na wanasimba wote tunaamini mwaka huu tunavuka tunavuka kwa nini? Tunavuka kwa kishindo, na hawatuamini macho yao Waarabu hawatuamini macho yao. E bwana. Uh, kumekuwa na hizi tetesi za kwamba uh, goli mbili ni mlima mrefu sana, ukilinganisha na uchezaji wa Waarabu. Wamekuwa na tabia kujiangusha sana, kupoteza muda, vitu kama hivyo. Unaona matumaini ya kuvuka kufunga zaidi ya goli tatu, kwa sababu tukiangalia uh, takwimu, maana yake ni kwamba ili uweze kufuzu lazima ufunge goli tatu bila. Unaziona goli tatu kwa Mkapa? Naziona zaidi ya tatu, mimi naona goli nne zipo Labda kwa haraka haraka, wewe unatazama mchezaji yupi ambaye unamtazamia kwamba anaweza kupatia matokeo chanya katika timu yako ya Simba? Kwa sisi timu yetu iliyopo ni mchezaji yote anaweza akatupa matokeo, mchezaji atakapoamka vizuri, na tunabidi tuwaombee wachezaji wetu waamke vizuri. Wakiwa na afya njema, tutaona wenyewe uwanjani dakika tisini zitaongea, ila na imani kuna wachezaji baadhi, wachezaji wapo quality, na watu wana uwezo wa kupambana na kutafuta mabao. Cha msingi mi niwaombe wachezaji wangu wa Simba waendelee kuwa na ushirikiano pamoja na uongozi tuendelee kupamba, tuipambanie timu yetu, tufuzu hatua ya nusu fainali mpaka fainali, na naiona fainali kabisa kwangu. Mimi sio nusu tu, naiona fainali mashabiki. Watazamaji na wapenzi wa soka nchini Tanzania wengi waliona kiwango cha Simba dhidi ya Almasry huko ugenini, ilicheza vizuri, lakini bahati mbaya hamkupata matokeo. Kwa upande wako wewe, ulihisi labda changamoto ilikuwa nini? Aa, changamoto katika mpira, unapoenda ugenini, cha kwanza unacheza kwa akili sana ili usiruhusu mabao mengi. Kwetu sisi mabao mawili sio mlima mrefu sana kama wanavyosema, ila kwa sisi washabiki wa Simba tunaamini kwamba Simba yetu ina uwezo mkubwa wa kupambana kutam, na kumpiga mtu goli tatu na kuendelea. Yule ni mtoto mdogo kwetu sisi, tunamsuliba, tunapambana, tumtoe, tumsubiri baba yake, tumpige, tuingie, tuingie fainali, na ikiwezekana kombe litadondoka hapa bongo. Ah kaka, mbona kama anatutisha hivi? Yaani upige upige, mpaka upige tena, napiga na napiga, napiga na na tena, kwa sababu kikosi ninayo, timu ninayo, uongozi ninao E, mashabiki, tunaona sisi tunajiamini kutokana na Simba katika mashindano, si ni wazoefu, ndio maana tumebaki peke yetu. e, sisi ni peke yetu tu, tutazidi kuwa peke yetu, na naamini kwa umoja wetu na, na mshikamano wetu kwa mashabiki pamoja na viongozi tunawashukuru, kwa sababu viongozi ndio wanatupa nguvu ya kupambana na kushikamana Kaniyami. na wachezaji pia tunao wa kupambana, kwa hiyo kwetu sisi tunaona kwamba hii kwetu sisi tunavuka, na tunaamini mpaka fainali tunatoboa. E, mtaona wenyewe dakika tisini zitakuwa zinaongea. E bwana, labda sasa neno lako la mwisho kabisa kwa mashabiki pamoja na tawi lako la Mbezi Shule hapa ni lipi kuelekea hiyo mechi ya marudiano ya tarehe tisa? Kwangu mimi nawaambia mashabiki wangu tunajipanga sisi, kama sisi tawi la Mbezi Shule Sokoni, katika mechi ya tarehe tisa kwenda Benjamin Mkapa, ni kawaida yetu sisi kutoa magari mawili mpaka matatu, kwa hiyo naamini kwamba wachezaji wanaweza wakaja wa, wa, wa, wa, tukapata mashabiki wengi na leo katika masa yetu nikukaribisha hmm, mashabiki ili wajiunge katika tawi letu ili tukajaze uwanja, kwa sababu tukijaza uwanja hmm, tutaisaidia timu yetu kupata nguvu na kupata ushindi.